Nchini Burkina Faso, kiongozi wa kijeshi Kapteni Ibrahim Traore yuko uwanjani kuwapa motisha wanajeshi wake. Wikendi iliyopita rais huyo wa mpito alitembelea kambi maarufu ya Thomas Sankara huko Pio, ambayo ina kituo cha kitaifa cha mafunzo ya mak, makomando. Hii ni kauli ya kwanza ya kiongozi huyo wa kijeshi tangu mfululizo wa mashambulizi ya wanajihadi kwenye jumuiya ya Djibo. Hatutapigana kwa sababu tunataka kupigana, bali tutapigana kwa sababu tumeshambuliwa na kulazimishiwa vita, kwa sababu wanataka ardhi yetu bila sisi. Nyinyi ni wapiganaji sana, lakini kuna hali inatokea na kusababisha maafa ya bure. Wale ambao wanashindwa kuacha simu zao wanapokwenda kwenye operesheni, mnataka tuwache kwenye orodha Ndicho mnachotaka iwe ni kwenye mahakama? Na magaidi wanaokamatwa wametuthibitishia kuwa wanafikia kufaulu baadhi ya mashambulio kutokana na matumizi makubwa ya simu kwa wanajeshi wetu. Mbali na hayo kiongozi huyo kijeshe, wa kijeshi amesema kamwe, Burkina Faso haiwezi kujisalimisha mbele ya maadui zake.